Matumizi ya miradi husika na kuitunza ni wajibu wetu pia. Yaani, wewe unasimamia mradi, basi hakikisha umeutunza kama kitengo cha ufuatiliaji. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu sana, na naomba niwasitize wale ambao walikuwa wanatoa changamoto ambazo hazina uzito. Maelezo mengi hatakiwi, kinachotakiwa ni mradi umekamilika. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi. Kwa nafasi yake kuchukua hatua za karibu kuhakikisha kwamba mradi unakamilika na kutuma taarifa kila wiki. Mna kamati kule mnaweza mkakaa vikao mkakubaliana, mkapata ushauri kutoka kwenye ofisi zetu, ofisi ya mkurugenzi, kwamba fulani fundi anasumbua, mkataba wake umeisha. Na mwanasheria ameshaelekeza watu wengi tu kwamba kama mtu amemaliza mkataba wake hakuna haja ya kumongezea mkataba, tunaweza tukatangaza tukapata fundi au supplier ambaye anatekeleza e, mkataba wake kadiri ambavyo tumesainiana na tulivyokubaliana. Hebu turudi tukakamilishe miradi kama ambavyo mkurugenzi anahitaji, sababu wengi tulisema tarehe 30 mwezi wa tano lakini atukusa. Baada ya hapo naelekea kutokamilisha mradi umwambie mkurugenzi kwamba sitakamilisha kwa sababu moja mbili tatu. Sasa hivi tena tumepeana tarehe nyingine naomba kwa tarehe hiyo kila mmoja ajitahidi kukamilisha mradi wake. Mkurugenzi amesema kabla ya kufikia, anawasiliana na mkuu wa idara au kitengo. Mimi sipendi nifikiwe kwa sababu najitambua. Hebu kila mmoja ajitahidi kukamilisha mradi wake. Sasa hivi lazima tukamilishe, kwa sababu mm. fedha zinapovuka mwaka zina usumbufu mwingi. Kwa hiyo, ni washauri, tujitahidi kila mmoja hakikishe kwamba hamna fedha inayovuka mwaka ambao mmeteuliwa kama wasimamizi wa miradi, huko mnakosimamia miradi, tumepata uh, simple view ya namna siku ya kesho Hanang' yetu itakavyokuwa kupitia kwa mkurugenzi. Nimpongeze, ni mdada, ni mama. Leo anakuambia nimetoka kule stendi, sasa hivi tuko naye hapa, mda huu atatoka tena sehemu nyingine. Haina haja ya kuweka kinyongo kusifia kazi nzuri ambayo mtu anaifanya kwao, tumpongeze. Nimemwona Bi Teresia, kuna mdada anasema chukua jina lake hazungumzi ha, kitu kwa kwa mantiki ya chuki, anazungumza juu ya hisia zake binafsi namna kuhitaji kuwafanya wananchi wafurahie utekelezaji wa hiyo hiyo miradi ambayo sisi tunaifanya, lakini pia wapate huduma iliyokuwa bora. Sisi tunaelewana vizuri. Kwa hiyo neno moja ambalo nataka niliseme ni kwamba kushinda moyo wa mtu ni kujitahidi kuenda sawa na matarajio yake. Kwa hiyo muushinde moyo wa Teresia, mwenende sawa na matarajio yake namna yeye anavyotamani kuona vitu vikikamilika katika wakati fulani, basi na nyinyi mpambane, ijapokuwa changamoto ni nyingi na zipo. Mwenyekiti, mimi nikupongeze wewe pamoja na jopo lako kwa ajili ya vikao hivi ambavyo navifanya, kweli unatia hamasa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu ya kitaifa. Kwenye changamoto ambazo ziko ndani ya idara ambazo ziko, tunaweza tukazitatua kama sisi tunaomba tuichukue na nafikiri kwenye kikao kijacho tutakapokutana tutakuwa tuna majibu mazuri zaidi na vituo vi vingi ambayo tunategemea kufungua tarehe 30 mwezi wa sita; Loda Jetamu Nafipu, Kasabu, Mba, Tafotu, na fikiri vitakuwa vimekameka na vitaanza kutoa huduma, kwa sababu tumeshaomba vifaa tiba. Tuna shortage ya watumishi, tutajitahidi kwamba tu balance ili walau huduma ziweze kusogea kwenye jamii.